wa rais Donald Trump na jitihada za kusitisha vita na kubadilishana mateka kati ya Israeli na Hamas umeanza kuonyesha dalili njema, kwani hatimaye serikali ya Israeli imethibitisha rasmi kuidhinisha mpango wa kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza pamoja na mpango wa kuachilia mateka. Hii ni TriGen Media. Taarifa ya ofisi ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu imebainisha kuwa serikali imeidhinisha mfumo wa kuachilia mateka hai na waliopoteza maisha. Kwa upande wake jeshi la ulinzi la Israeli IDF linatarajiwa kujipanga upya baada ya usitishaji mapigano, japokuwa bado wataendelea kudhibiti takriban asilimia hamsini na tatu ya ukanda wa Gaza. Awali rais wa Marekani Donald Trump alikaririwa akisema kuwa mpango wake huo wa kumaliza vita Gaza unaweza kuwa wa kihistoria kuhusiana na ustaarabu wa binadamu na kuonge za kuwa unaweza pia kuleta amani ya kudumu ya mashariki ya kati. Kufuatia hatua hiyo, Hamas kwa upande wake inatarajiwa kuanza kuwahamisha mateka na inatayarisha miili ya mateka ambao walikwisha kufariki. Wakati huo huo, Hamas ikiendelea kutafuta miili ya baadhi ya mateka hao ambayo ilifukiwa chini ya vifusi, Israeli nayo kwa upande wake inaendelea kuandaa mazingira ya kuwaachia wafungwa wa Kipalestina. Umoja wa Mataifa unatarajiwa kutoa misaada ya kibinadamu katika awamu yake ya kwanza ya mpango wa Trump wa kusitisha mapigano. Huu ni ushindi mkubwa sana kwa Trump ambaye alisimamia kidete suala hili la kuhakikisha anashawishi kusitishwa kwa vita hivi, huku mataifa mengine yakiwa na mitazamo inayokinzana na huu wa Trump. Lakini kwa dalili hizi, huenda ameweza. Hii ni TriGen Media.